Ndio maana nasema bwana, chama chetu kitaendelea kuchaguliwa tu. Wakati mwingine ukiasema haya, wana kasirika kweli, asema mzee yule, kwa nini asiende kupumzika basi? Wengine wanasema kafa, wengine miye mzima, afya yangu nzuri, sina nabububu, mk na kichomi, wanaoniombea mabaya watatangulia wao. nenaka usuia kwa hiyo mgombea mwenza kwe hapa imwaja tu. Hapa kura za CCM ni za uhakika ndugu.